Well, Diamond Platnumz kupitia katika akaunti yake kule ya Instagram ameshare na sisi kuhusiana of course na new icon ambaye amesaini mkataba WCB, ambapo kupitia katika ukurasa wake wa Instagram kule kwenye you know in story, Diamond Platnumz aliposti uh, mkataba huo, aliposti picha nusu tu, akaandika ambaye imeandikwa mkataba wa kujiunga na kampuni ya muziki: Mkataba huu unaingiwa leo tarehe 18 mwezi wa tatu 2025 kati ya Wasafi Limited WCB, kampuni iliyosajiliwa kwa sheria ya Tanzania kufanya shughuli za sanaa yenye makao yake makuu Mbezi Beach, SLP hiyo hiyo, Dar es Salaam. Katika mkataba um, huu, itajulikana kama kampuni, na pale kwenye na akawa amekata and then akaandika new icon is coming, so kuna msanii mpya ambaye of course anasajiliwa pale katika record label ya WCB, so let's keep it wait and see. Na hii nahisi imekuwa ni back to back kwa sababu tunafahamu mwaka jana, uh, if I'm not mistaken, mwaka juzi, of course janamwaka yeah. Uh, alisainiwa D Voice na mwaka huu amesainiwa tena msanii mwingine. So ni usajili wa back to back hapa ambapo tunafahamu WCB wanakaga muda mrefu sana mpaka uh, kumsaini uh, msanii. Lakini pia hii ni kutokana pia pengine labda na Mbosso kuondoka. Lakini pia tunakumbuka Diamond alitoa promise kwamba atasaini wasanii karibia tisa mwaka huu, so let's keep it wait and see eh, kuona huyo A new icon ambaye Diamond amemsaini katika record label yake ya WCB ni nani? Lakini pia so far, unamwonaje D Voice ambaye of course unafahamu ni msanii wa mwisho kusajiliwa pale WCB, as in ukuaji wake, mziki wake mpaka sasa, sasahivi uh, do you think thin Diamond Platnumz uh, alikuwa yuko tayari kumwacha D Voice aendelee, sasa aanze tena kumshika msanii mwingine mdogo, au nahisi bado still, um, I mean D Voice anahitaji you know, support ya Diamond Platnumz kuhakikisha kwamba anakuwa strong enough eh. What's your comments about that, au wote watakuwa kwa pamoja mm? <laughs> niambia hapo sehemu ya comment coment, afurahi sana kusoma komenti yako minhitoza kuisha de la cruz, na hii ni B Plus trending.